Hebu tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa "Hija katika ardhi takatifu ya kiroho." Katika Ukristo wanakwenda wapi kwa ajili ya hija? Wakristo wengi huenda Yerusalemu. Basi tunapaswa kwenda wapi kwa ajili ya hija ya kiroho? Je, si jambo la asili kwenda Yerusalemu ya kiroho? Kweli, hija kwenda Yerusalemu ina maana. Ingawa hija nyingine pia ni muhimu, safari ya kwenda Yerusalemu inachukuliwa kuwa kubwa zaidi. Hivyo je, kwenda kwa Mama wa Mbinguni, Yerusalemu wa kiroho, si hija yenye maana zaidi? Kwa sababu hii roho na bibi arusi wanasema nini? Njoo. Leo tujifunze mapenzi ya Mungu kupitia Biblia ambayo yanatuamsha ili tuje na kukutana na Mungu, ili kupitia yeye tuweze kutimiza baraka na matumaini yetu ya kiroho. Tuangalie Ufunuo sura ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo ni lazima yatukie hivi karibuni. Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana mtumishi wake ambaye anashuhudia kuhusu kila kitu alichokiona yaani neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Mebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu na wamebarikiwa wale wanaoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo kwa sababu wakati umekaribia. Leo tunapaswa kuzingatia hija kwenda ardhi takatifu ya kiroho. Hoja ni i ni nani anakuja kwa Yerusalemu mama wa Mbinguni? Mstari wa tatu unasema amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na wamebarikiwa wale wanaoyasikia, pia wamebarikiwa wale wanaoshika yale yaliyoandikwa humo. Je, hatusomi na kusikia maneno ya unabii na pia tunayashika yaliyoandikwa humo? Tunayasoma, kuyasikia, na kuyashika. Biblia inatabiri kwamba kila mtu lazima arudi kwa Yerusalemu Mama wa Mbinguni. Baadhi ya watu wanasoma tu kuhusu unabii huo na wengine wanausikia tu bila kuchukua hatua. Watu wengi hata hawajui kwamba unabii kama huo upo katika Biblia. Walakini, watoto wote wa Sayuni ulimwenguni kote wanasoma, wanasikia na wanashika maneno ya unabii. Hivyo siku zote ni lazima tutoe shukrani kwa Mungu kwamba tunapokea baraka zote tatu, baraka ya kusoma, kusikia na kushika. Basi si ni mapenzi ya Mungu kusoma, kusikia na kushika maneno ya unabii katika Biblia? Biblia inatabiri nini kuhusu Yerusalemu Mama wa Mbinguni? Tuangalie Wagalatia sura ya nne mstari wa ishirini na sita. Wagalatia sura ya nne mstari wa ishirini na sita. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye yeye, ni nani? Mama yetu. Je, hakuna mji uitwao Yerusalemu ambao Daudi aliujenga katika dunia hii? Wakati wa kuhiji watu wengi huzingatia tu Yerusalemu ya asili. Walakini Mungu anatuamsha kwamba Yerusalemu ya asili ni kivuli kufunua Yerusalemu wa kiroho, Mama wa Mbinguni, sivyo? Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Tuangalie mstari wa 27. Kwa maana imeandikwa, furahi, ewe mwanamke tasa, wewe usiyezaa, paza sauti na kuimba kwa furaha, wewe usiyepatwa na utungu wa kuzaa, kwa maana watoto wa mwanamke aliyeachwa ukiwa ni wengi kuliko wa mwanamke mwenye mume. Basi sisi ndugu zangu, ni kama Isaki tu, watoto wa ahadi lakini kama vile ilivyokuwa siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomchokoza yule aliyezaliwa kwa roho ndivyo ilivyo hata sasa. Lakini maandiko yasemaje? Mwondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe, kwa sababu mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwana wa aliye huru. Kwa hiyo, ndugu zangu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa bali wa yule aliye huru. Amen. Biblia inatujulisha kupitia kitabu cha Wagalatia kwamba watoto wa Yerusalemu mama wa mbinguni aliye juu ndio warithi wa ufalme wa mbinguni. Hatupaswi kusoma na kusikia hili tu bali pia kujitahidi kuwa watoto wake sivyo? Basi kuhusu suala la kuwa watoto wa mama wa mbinguni, tuangalie Ufunuo sura ya 22. Hebu tuchunguze unabii mwingine katika Ufunuo sura ya 22. Katika sura ya 22 mstari wa 17 imeandikwa, Roho na bibi arusi wanasema. Roho, kulingana na utatu, humrejelea Mungu Baba Bibi arusi wa Baba yetu ni nani kwetu? Yeye ndiye mama yetu. Tafadhali sikilizeni kwa makini kile baba na mama wanachosema. Baba na mama wanasemaje? Roho na bibi arusi wanasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Kwa hiyo, tunapaswa kuja kwa baba na mama kupokea uzima wa milele , sivyo? Watu wengi wanataka kuhiji Yerusalemu kwa hamu sana. Watu wengi hufanya kutembelea Yerusalemu kuwa matamanio yao ya maisha yote. Kiko wapi chanzo cha maji ya uzima na uzima wa milele ambacho lazima tutafute? Je, hakipatikani kwa baba wa mbinguni na mama wa mbinguni? Maji ya uzima hayawezi kuwepo yasipotolewa na baba na mama. Imeandikwa, yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Hivyo lazima tupate mahali ambapo Mungu Baba na Mungu Mama ambao ni roho na bibi arusi ukaa. Wale wanaokutana na Mungu Baba na Mungu Mama ndio watu waliobarikiwa zaidi. Hakika tumebarikiwa. Tuko Yerusalemu, tunapokea faraja kutoka kwa Yerusalemu na tunakaa katika maji ya uzima yaliyotolewa na Yerusalemu. Lazima siku zote tukumbuke hili. Kwa sababu hii, Biblia inasema nini kuhusu wale wanaosoma, kusikia na kushika yaliyoandikwa katika Biblia? Wamebarikiwa. Kwa hiyo wale wanaokuja kwa Yerusalemu Mama wa Mbinguni wako kwenye hija kwenda ardhi takatifu ya kiroho. Tufungue Yeremia sura ya tatu. Manabii waliandika unabii kuhusu Yerusalemu katika Biblia nzima. Sura ya tatu mstari wa kumi na saba. Tuangalie sura ya tatu mstari wa kumi na saba. Wakati huo wataita Yerusalemu kuwa kiti cha enzi cha Bwana, nayo mataifa yote watafanya nini? Watakusanyika Yerusalemu. Mataifa yatakusanyika wapi? Mataifa yote watakusanyika Yerusalemu kuliheshimu jina la Bwana, hawatafuata tena ukaidi wa mioyo yao miovu. Katika siku hizo, nyumba ya Yuda itaungana na nyumba ya Israeli, wao kwa pamoja watakuja kutoka nchi ya kaskazini hadi nchi niliyowapa baba zenu kama urithi. Hapa imeandikwa wataita Yerusalemu kuwa kiti cha enzi cha Bwana, nayo mataifa yote watakusanyika Yerusalemu. Kwa maneno rahisi, ni hija watu wote watakusanyika kuona utukufu wa Yerusalemu mama wa Mbinguni. Kitabu cha Yeremia ni unabii ulioandikwa yapata miaka elfu mbili na mia saba iliyopita. Pia tufungue Isaya sura ya 66 kuhusu suala la kupokea faraja katika Yerusalemu. Isaya alitabiri kama ifuatavyo. Isaya sura ya sitini na sita mstari wa kumi. Shangilieni pamoja na Yerusalemu na mfurahi kwa ajili yake, ninyi nyote mnaompenda; shangilieni kwa nguvu pamoja naye, ninyi nyote mnaoomboleza juu yake. Kwa kuwa mtanyonya na kutosheka katika faraja ya matiti yake, mtakunywa sana na kufurahia wingi wa mafuriko ya ustawi wake kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana, nitamwongezea amani kama mto, nao utajiri wa mataifa kama kijito kifurikacho. Utanyonya na kuchukuliwa mikononi mwake na kubembelezwa magotini pake. Kama mama anavyomfariji mtoto wake, ndivyo nitakavyokufariji wewe, nawe utafarijiwa huko Yerusalemu. Mbali na unabii kwamba mataifa yote yatakusanyika Yerusalemu, Isaya sura ya 66 inatabiri kwamba wale wote wampendao Yerusalemu watawekwa chini magotini mwake na kufarijiwa na Yerusalemu. Tuendelee na sura ya 60, tuangalie Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Ondoka angaza kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wanawako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Ndipo utatazama na kutiwa nuru, moyo wako utasisimka na kujaa furaha. Unabii katika Isaya sura ya sitini uko katika aina ile ile ile kama Ufunuo sura ya kwanza ambapo imeandikwa amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na wamebarikiwa wale wanaoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo. Watu wengi wanatafuta Yerusalemu ya asili kwa ajili ya hija, lakini watoto wa Sayuni wanamtafuta Yerusalemu mama wa mbinguni. Hii ndiyo tofauti. Wanafuatia mambo ya kimwili huku sisi tunafuatia mambo ya kiroho. Wana mtazamo wa kimwili, lakini sisi tuna macho ya unabii na macho ya imani, na tunakuja kwa Yerusalemu wa kiroho. Tuone mstari wa nne tena: inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia. Wote wanakusanyika na kuja kwa Yerusalemu Mama wa mbinguni watu wa ulimwengu wanamiminika kwenye Yerusalemu ya asili kwa ajili ya hija katika ardhi takatifu. Ni kivuli cha watoto wote wa kiroho wa mbinguni wanaorudi kwa Yerusalemu Mama wa mbinguni. Tuone mstari wa nne tena, inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wanawako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Ingawa ilitabiriwa miaka elfu mbili na mia saba iliyopita, sasa inatimizwa kwa usahihi sana. Tuone mstari wa nane. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama huwa kuelekea kwenye viota vyao? Tuendelee na mstari wa kumi na mbili. Kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia utaangamia, utaharibiwa kabisa. Tuendelee na mstari wa kumi na nne wana wa wale waliokuonea watakuja wakisujudu mbele yako, wote wanaokudharau watasujudu kwenye miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni ya aliye mtakatifu wa Israeli. Tuendelee na mstari wa ishirini. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni zitakoma tuendelee na mstari wa ishirini na mbili aliye mdogo kwenu atakuwa elfu mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu mimi ndimi bwana katika wakati wake nitayatimiza haya upesi siku ile utukufu wa yerusalemu utakapoangaza ulimwengu mzima mataifa yote yatarudi kwa yerusalemu mama wa mbinguni Hili linanifanya nifikirie, je, nafasi yangu kweli si baraka? Biblia na manabii wanatabiri kwamba Yerusalemu mama wa mbinguni yuko katikati ya hija. Biblia imejaa unabii kuhusu kila mtu anayekusanyika Yerusalemu. Tufungue Isaya sura ya arobaini na tisa. Isaya sura ya arobaini na tisa mstari wa kumi na nane. Inua macho yako ukatazame pande zote, wanawako wote wanakusanyika na kukujia. Kwa hakika kama vile niishivyo, utawavaa wote kama mapambo na kujifunga nao kama bibi arusi, asema Bwana. Ingawa uliangamizwa na kufanywa ukiwa, na nchi yako ikaharibiwa, sasa nafasi itakuwa finyu kwa ajili ya watu wako, nao wale waliokuangamiza watakuwa mbali sana. Watoto waliozaliwa wakati wa msiba wako bado watakuambia, mahali hapa ni finyu sana kwetu, tupe eneo kubwa zaidi la kuishi. Ndipo utasema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia hawa? Nilikuwa nimefiwa tena tasa, nilikuwa nimehamishwa na kukataliwa ni nani aliyewalea hawa? Niliachwa peke yangu, lakini hawa wametoka wapi? Hili ndilo asemalo Bwana Mwenyezi: tazama, nitawaashiria watu wa mataifa, nitainua bendera yangu kwa mataifa. Watawaleta wana wako mikononi yao na kuwabeba binti zenu juu ya mabega yao. Wafalme watakuwa baba zenu wa kuwalea na malkia wao watakuwa mama zenu wa kuwalea. Watasujudu mbele yako, nyuso zao zikigusa ardhi, wataramba mavumbi yaliyo miguni mwako. Ndipo utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, wale wanaonitumaini mimi hawataaibika. Isaya sura ya 49 pia inatuamsha kwamba watoto watarudi kwa Yerusalemu mama wa mbinguni chanu za wale wazazi wao. Tuendelee na Isaya sura ya sitini na mbili. Isaya sura ya sitini na mbili mstari wa sita. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e hey, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Nini wenye kumwita Bwana msitulie, msimwache apumzike hadi atakapoufanya imara. Mungu atakapoufanya nini imara? Atakapoufanya imara Yerusalemu. Inamaanisha kutujulisha kuhusu Yerusalemu mama yetu wa kiroho. Msimwache apumzike hadi atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya, anaufanya nini uwe sifa ya dunia. Hatimaye sisi ni walinzi kwenye kuta za Yerusalemu. Basi tunapaswa kumtangaza nani kwa watu wote? Tunapaswa kutangaza utukufu wa Yerusalemu. Tunapaswa kutangaza kwamba kumpokea Yerusalemu, mama wa mbinguni, ni hija iliyobarikiwa zaidi, sivyo? Hii ndiyo maana Roho na bibi arusi wanawaambia watoto wa mbinguni waje kwao katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Zaidi ya hayo Mungu anasema kwamba mataifa yote yatamiminika Yerusalemu. Pia anatabiri wafalme watakuwa baba zenu wa kuwalea na malkia wao watakuwa mama zenu wa kuwalea, watasujudu mbele yako wataramba mavumbi yaliyo miguuni mwako. Mungu anaunganisha unabii wote Isaya sura ya 62, 66, 649 Wagalatia sura ya 4 na Ufunuo sura ya 22 pamoja kama vifungo kwenye mnyororo. Kaka na dada zetu wote waliopotea watarudi kwa Yerusalemu Mama wa Mbinguni. Watu hawalijui hili bado. Ni lazima tuelewe kwamba kuhiji kwenye Yerusalemu ya kiroho ni kazi iliyobarikiwa zaidi na njia pekee ya kutimiza tamaa zetu. Hivyo, katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza, Mungu alipokuja duniani kwa jina la Yesu miaka elfu mbili iliyopita, alisema, msitoke Yerusalemu, bali kaeni Yerusalemu, ndipo mtapokea karama kutoka mbinguni. Walipokea nini? Je, hawakupokea mvua ya mwanzo ya Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste? Tufungue Matendo sura ya kwanza. Kuna Yerusalemu ya asili na kuna Yerusalemu wa kiroho. Ni mapenzi ya Mungu kwetu kuelewa Yerusalemu wa kiroho kupitia Yerusalemu ya asili. Tuangalie Matendo sura ya wa mstar Tuangalie sura ya kwanza mstari wa tatu. Baada ya mateso yake alijionyesha kwao na kuwathibitishia kwa njia nyingi kwamba yeye yu hai. Katika muda wa siku 40 baada ya kufufuka kwake aliwatokea na kunena kuhusu ufalme wa Mungu. Wakati mmoja alipokuwa pamoja nao aliwapa amri hii. Amri yake ilikuwa nini? Msitoke Yerusalemu. Je, haikuwabidi wawepo Yerusalemu ili wampokee Roho Mtakatifu? Wangeliweza kumpokea wakiwa Yeriko au Dameski anaweza kupokelewa katika maeneo mengine pia, walakini Yesu alisema msitoke Yerusalemu. Msitoke Yerusalemu, bali ingojeni ahadi ya Baba ambayo mmenisikia nikisema habari zake. Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hivyo wakifuata amri ya Yesu wanafunzi walisali kwa siku kumi. Walipokea nini siku ya Pentekoste katika Matendo sura ya pili, walijazwa na mvua ya mwanzo ya Roho Mtakatifu. Hapa kama Yesu alisisitiza kwamba tusiondoke Yerusalemu katika siku za mwisho, pale tu tunapokaa katika Mama wa Mbinguni, Yerusalemu wa kiroho, je, hatutajazwa na Roho Mtakatifu? Ndiyo maana miaka elfu mbili na mia saba iliyopita manabii Isaya na Yeremia waliandika kwamba watu wote watakusanyika Yerusalemu. Katika Isaya sitini inasema kwamba nuru yake itakapoangaza wafalme na mataifa watakuja na wanawake watakuja kutoka mbali. Imeandikwa, ni nani hawa warukao kama mawingu, kama huwa kuelekea kwenye viota vyao? Hili linawezekana kwa sababu Mungu aliwaamuru walinzi wa Yerusalemu kutonyamaza kamwe, kama ilivyoandikwa katika Isaya sura ya 62. Pia wanapaswa kufanya nini hadi yeye apokee sifa kutoka kwa ulimwengu? hawapaswi kupumzika, bali watangaze utukufu wake, wakijulisha unabii zinazomhusu. Tunaishi katika nyakati za mwisho za Roho Mtakatifu. Shetani Ibilisi yuko katika uadui na Mama wa Mbinguni kama ilivyotabiriwa na Mungu katika Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15, na nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke Wanadamu wote wako chini ya miguu ya Shetani na wanakandamizwa na nguvu zake. Walakini, kuna wale ambao hawako chini ya ukandamizaji wa Shetani kulingana na Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17, hao ni akina nani? Hao ndio watoto waliosalia wa mwanamke. Watoto wengine waliosalia wa mwanamke huzishika amri za Mungu na wanashikamana sana na ushuhuda kuhusu Yesu, si ndio? Mungu amewajalia wao tu wadhifa wa ukuhani wa kifalme mbinguni na ameandaa njia tukufu kwa ajili yao kupokea uzima wa milele na baraka. Hivyo, je, huo si wakati wetu ujao kwa kuwa tunawafuata Baba na Mama? Watu wengi wanajaribu kuvuruga imani yetu katika Mama wa Mbinguni, lakini tuna uhakika kwamba Mungu Baba ndiye Kristo ajaye mara ya pili. Je, Baba alisema anamfuata nani? Kwa kuwa Baba anamfuata Mama, basi watoto wake wanapaswa kufanya nini? Je, kumfuata Mama si njia yenye hekima zaidi? Njia hiyo ni njia ya baba na mama, na njia hiyo ni njia ya ufalme wa mbinguni. Lazima tuifuate hiyo njia. Hivyo, Mika sura ya nne inasema nini? Atatufundisha njia zake ili tuweze kutembea katika njia yake. Maneno ninamfuata mama hatukuyaandika ni fundisho la nani? Ni fundisho la Baba. Kwa hiyo hebu tufuate njia hii hadi mwisho, ili kwamba tuweze kufurahia uzima wa milele na baraka pamoja na Mama wa Mbinguni. Inasema nini kuhusu wale wanaosoma kusikia, na kushika maneno ya unabii huu? Wamebarikiwa. Wale watakaopokea baraka za mbinguni wanaweza kuelewa maneno haya, lakini vipi kuhusu wale ambao hawatapokea baraka ya mbinguni? Ingawa wanatazama hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii wala hawaelewi lakini heri macho yenu kwa sababu yanaona na heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Hebu tuandike mioyoni mwetu maneno haya. Pamoja na mafundisho ya Biblia, tunapaswa kwenda wapi kwa ajili ya hija yetu kwa Yerusalemu? Natumaini kwamba tutawajulisha watu wengi kuhusu hija kwa Yerusalemu, Mama wa Mbinguni. Natumaini mtapata neema kupitia mahubiri haya, e, Hija katika Ardhi Takatifu ya Kiroho. Asanteni sana.